ili uweze kuwa sehemu ya agano jipya jambo la kwanza lazima uokoke unahuishaje hili agano jipya kwenye maisha yako jambo la kwanza lazima uokoke umwamini Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yako ukubali wokovu sawa sana Yohana 1:29 siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake akasema tazama mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu achukua dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu alikuja kuichukua dhambi ya ulimwengu. Dhambi ya ulimwengu manake akutuokoa sisi na dhambi. Lakini pia ukisoma Warumi 19, mtu akikiri kwa kinywa chake na kuamini kwa moyo wake atapata haki, na akikiri kwa kinywa chake ataokoka. Unapoamini kwa moyo wako unapata haki, lakini ukikiri kwa kinywa chako unapata nini? wokovu manake unahamishwa kasawa na wakolosai moja kumi na tatu hapo unahamishwa kutoka kuwa mtu wa kawaida na kuingizwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake ko unaingizwa kwenye agano la kwake ili agano ni agano la ufalme wa mungu ufalme wa mwana wa pendo lake ili ndilo agano ambalo linasababisha mungu na wanadamu wakawa kitu kimoja jambo la pili kuishi katika roho. Soma soma kitabu kile cha Ibrania 8:10 mpaka 12, lakini pia tuanze na Wakorintho wa 2:3:18. Lakini sisi sote kwa uso usio tiwa taji, tukirudisha utukufu wa Bwana, kama vile katika kioo. Tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo huo toka utukufu, hata utukufu tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu, hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye roho. Kwa hiyo unapoanza kuishi kwa namna ya roho ukiokoka, ni jambo moja, lakini kutembea katika roho ni jambo lingine la pili, kwa sababu Biblia imetuagiza kwamba mtu akiokoka amekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya maana yake nini? Kiumbe kipya sio mtu ule wa zamani tena. Ukisoma kwenye ile kitabu cha cha Yohana Yohana Yohana 3 kuanzia ule mstari wa wa sita kilichozaliwa kwa mwili ni ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni nini? Ni roho, ni roho. Kwa mtu aliyeokoka aliyezaliwa mara ya pili ni roho. Kwa hiyo kanuni ya roho ni kuenenda kwa nini? Kwa roho, kwa roho. hawezi ukasema umeokoka kama huenendi kwa nini? Kwa roho, la sivyo wokovu wako sio wokovu tena. Kuenenda kwa roho ni nini? kwenenda kwa roho manake ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Warumi 8:14 nasemaje? Bali hao waongozwao waongozwa na roho hao ndio nini, wana wa Mungu. Kwa hiyo kigezo cha kuwa mwana wa Mungu au mtoto wa Mungu kwenye agano jipya mojawapo ni wewe kuongozwa na roho, kutembea katika roho, kwa ili uweze kutembea na kuhuisha, kuhuisha ili agano jipya, lazima uishi kwa Roho Mtakatifu. Unaishije kwa Roho Mtakatifu? Unaishije kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. soma aru kuna kiwango ambacho unatakiwa kufahamu kwamba mambo ya rohoni, kuna namna Mungu ameyatengeneza kwa namna ambayo yanapita kwenye ufahamu wako. Si hivi navyoongea, natumia natumia ufahamu? Kwa hiyo Mungu ameorchestrate mazingira ambayo wewe usikie kwa kutumia ufahamu huo huo ulio nao, ujue mambo ya rohoni na utembee kwa roho. Kwa usitegemee kwamba Mungu tu atakutokea kwenye ndoto au atakutokea kwenye maono fulani ndo uanze kutembea kwa roho au kutembea kwa roho basi ni wewe udondoke sehemu fulani hivyo upigwe nguvu za Mungu, afu unaanza kufikiria kwa roho. Hapana, ni vile ambavyo unaanza kusikia na ukishasikia, unaanza ku kuishi maisha ya nini? Ya rohoni. kwa ili agano jipya aliwezi kuwa activated kama wewe unaishi maisha ya mwilini lazima ukubali akili yako ibadilishwe kuwa mtu mwingine wa rohoni, kwa sababu ulipozaliwa mara ya pili ulipookoka, Biblia inasema aliokoka amekuwa ni roho mpya. Ukiokoka tu unabadilishwa kutoka kuwa mtu wa kawaida, kutoka kuwa mwanadamu, unakuwa ni roho iliyozaliwa upya, roho iliyotoka mbinguni. Ndo maana kwenye kitabu kile cha Yohana tatu tatu ukisoma Message Bible Uksoma Amplified Bible anasema mtu um, kuzaliwa apilimtu anaoaliwapili maanake anew, anew, anew. Manaake amezaliwa mpya kutoka wapi mbinguni, sio yule yule. Ndomana, chano, manasema, uh, mtu, mtu wa zamani. Ndio maana wa Korinti wa 517 anasema kwa kuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kipya maanaake hakikuepo hakuwepo huo mfano, hakuwepo kipya hicho duniani. Ko ni roho mpya ambayo imekuwa introduced duniani, ila imebeba ule mwili ambao ameubeba. Ko huyo roho ndio inaokoa mwili na dhambi na uharibifu, kwa sababu mwili ndio ambao ulitenda dhambi. Amen, ukatengwa na Mungu ka Mungu anakuja ku rescue roho yako ambayo imebeba kwenye mwili, kwa njia ya roho yake kuja ndani yako na kuhuisha roho yako kuwa mpya kabisa, kuzaliwa kutoka mbinguni. Ndio maana Yesu akasema ninyi sio wa dunia, ninyi sio wa ulimwengu huu. Hasa kitu ambacho kinatokea kwa wapendwa wengi sana ni kwa sababu wanajiona kama wa ulimwengu huu. Kwa nini? Kwa njia ya jambo linaloita fikra. Warumi 8:5 Sasa fikra, mtazamo, hisia, perceptions, perspectives Hivyo ndivyo ambavyo vinaweza vikusababisha uishi kiroho au uishi kimwili. Perspectives. Una how do you approach things? Unawazaje? Unaamuaje? Je, unaamua kama vile ambao wanadamu wanaamua? Unafikiri kama vile ambao wengine wanafikiri? Warumi 8:5, Biblia inasema. Mhm. Mm, kwa maana wale waufuatao mwili mm-hmm, huyafikiri mambo ya mwili. Wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili. Bali wale waifuatao roho Huyafikiri mambo ya roho. Bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Wafuatao mambo ya mwili huyafikiri mambo ya mwili, wafuatao mambo ya roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa unataka kuenenda katika roho, jambo la kwanza, badilisha jinsi unavyofikiri. Anza kufikiri mambo ya rohoni. Chochote tunachokifanya kwenye maisha ni matokeo ya fikra, kiwango cha maamuzi yetu, ubora wa maamuzi yetu ubora wa matokeo tunayoyafanya wa mambo yetu tunayofanya, vile tulivyo, hadhi zetu na viwango vyovyote vile vya maisha ambavyo tunaweza tukavipima kwa vipimo mbalimbali, ni matokeo ya kiwango cha fikra zetu, na fikra zetu ni matokeo ya kiwango cha ufahamu tuliopata, kwa sababu unaweza tu kufikiri kwa kiwango ambacho ufahamu wako umepokea maarifa. Huwezi ukafikiri mbali au zaidi ya maarifa ulionayo kuhusiana na jambo lolote lile kwenye maisha. Huwezi ukafikiri mbali zaidi ya kile unachokijua kuhusiana na pesa. Mpaka umejua jambo linahusiana na hela kwenye eneo husika, ndio unaweza ukafikiria ufanye nini. Kama hujui, huwezi ukajua ukawa na hiyo fikra. Vile vile huwezi ukafikiria mambo ya Mungu kwa namna ya kiungu kama hauna ufahamu juu ya huyo Mungu. Huwezi ukafikiri mambo ya rohoni kama hauna hayo mambo ya rohoni hauyajui a, ukishajua kwamba kutembea rohoni maanake kuyafikiri ya rohoni, na utafute yale ya rohoni ni yapi, ili uyafikiri sasa. Anza kufafanua mambo ya rohoni ni yapi na mambo ya mwili ni yapi, ili ujue kwamba unatembea rohoni au unatembea mwilini. Na bibilia inasema mambo ya mwili ni dhahiri, nayo ni Wagalatia, Wagalatia tano, kumi na sita. Basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza deni kwa roho, maanake tumeshajifunza hapa tume define kunaenda kwa roho ni nini, kuyafikiri mambo ya nini, ya ya rohoni. Kwa chochote kile unachokiwaza, je, ni cha rohoni? Ni cha kimungu? Ni cha Kikristo unachokifikiri, unachokiwazaga, ni cha Kikristo kabla ya kutenda, umeshafikiri kabla ya kutenda fikiri, manake waza. kabla ya kutenda unafikiri, je hili jambo ni la kiroho au, au ni la kimwili, ili uamue kutenda kimwili au kutenda kiroho anasema Enendeni kwa roho wala si. Basi nasema enendeni kwa roho wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Mstari wa 19. Basi matendo ya mwili ni matendo dhahiri. Matendo ya mwili ni dhahiri nayo ni ndio haya. Kwa hiyo ukianza kutafakari matendo ya mwili sasa ndio haya, tuna define matendo ya nini, ya mwili, mambo ya mwili. mm -hmm. eh? Uasherati, uchafu, uchafu ufisadi, ufisadi ibada ya sanamu, ibada sanamu uchawi, uchawi uadui, uadui ugomvi, ugomvi wivu, wivu hasira, hasira fitina, fitina faraka, faraka uzushi, uzushi usuda, umbea, umbea, usuda, masengenyo, kichona, umbea, umbea, maneno mengi, tumwachwe ulevi, ulevi ulafi, ulafi na mambo yanayofanana ya na haya na, ya na ya kila kitu kikipita lazima upite nacho, hata ukiwa umefunga yani, hata ufunga hiyo kitu ukapita navyo, mambo ya mwilini hayo. Tuendelee eh, mambo yanayofanana na haya na mambo yanayofanana ya, yani hayo hayatoshi, yako yanayofanana na hayo, yani hayo ambayo sijasema, lakini ndio naofikiria hayo, hayo unayowaza hayo ndio mambo ya nini, ya mwilini. Sasa ndo kinachokuzuia sasa wewe usiwe rohoni na ukizuia kukua rooni unashindwa kuenjoy covenant blessings, au baraka za kiagano kwenye agano jipya.